Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah tabarak rahmani, tunamshukuru Allah tabarak rahmani, tofali zimefika alhamdulillahi rabbil alamin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tabarak rahmani na mifuko ya sumenti imefika, masha Allah, mingine wanatumia mingine ishafika. Hii hapa alhamdulillahi hey. 42.5 hii hapa ishafika. Mashaallah tabarak rahman, nitupieni eh, akini mifuko ya sumenti ndio hii ndugu yetu, Mwenyezi Mungu akulipe, Allah akujalie na Allah akuzidishie zaidi. E, ndio hii hapa nyingine inaendelea kushuka na tofali hizi hapa e, mashaallah, umeziona tofali zimefika eneo la msikiti hizi hapa na nondo hizi hapa alhamdulillah. E, na vifaa vingine vinaendelea kufika kwa uwezo wa Allah, hizi na hizi hapa e, Mungu akulipe ndugu yangu, Allah kujalie. Umetoa mifuko ya simenti, matharani hamsini e, tofali vile vile e, kwa uwezo wake Allah. Mungu akubariki sana e, bado tupo katika swala zima la kokoto. Kokoto mpaka kesho asubuhi, hawa mabwana kokoto wanatusumbua kidogo, lakini inshallah, mpaka asubuhi tutafikia tamati. Vipi hizo kokoto zitapatikana? e, mifuko ya sumenti naenda sana, kwa sababu msikiti huu ni wa saizi ya kati, sio mkubwa wala sio mdogo, upo wa saizi ya kati kabisa e, sehemu ya kina mama, ya wakina baba ipo alhamdulillah. E, Mwenyezi Mungu atubariki, Allah tujalie heri, isipokuwa changamoto yetu kubwa ni pesa ya mafundi. E, tulikuwa tuna laki mbili tushawapa, sasa bado. E, kunyanyulia, vifaa vyote vya kunyanyua msikiti vimepatikana. Mchanga bado ujatoka kule, lakini kesho watamaridhia na wataanda kuleta michanga mingine kama eh, mchanga bado po mwingi sana. Alhamdulillah, gari ngapi? gari mbili. E, mnaona hapa katika mtaro umejaa katika mtaro, lakini wote huu waumini na Waislamu, unaona mtaro wote katika mtaro umejaa, kwao wote utatoka wote, hautobakia hata kidogo, utahamia hapa. Hii kazi na ya waumini au unasemaje ustazi? Kesho waumini sio, watafika hapa kwa ajili ya kutoa mchanga kama leo? Masha Allah, Mwenyezi Mungu atulipe heri ndugu yangu kaka yangu mpenda heri mwenzangu insha Allah Mwenyezi Mungu akubariki. Allah, Allah kujalie vifaa vyote vimefika kasolo kokoto. Kokoto ndio tupo katika majadiliano insha Allah. Eh, e, tujue cha kufanya sababu kwa sababu alimu bwana kidogo ni mtihani katika bei zao hali ya kuwa pesa ya kokoto tunayo Mwenyezi Mungu atujalie Allah atubarki, na huu ni muda wa kufuturu inshallah. Tutakutana kesho, majaliwa ya Allah tabarak rahmani. Shukrani wapenda kheri, Allah atubariki, Allah atujalie kheri. Fundi kachoka nyaka nyaka, mashaallah. Mwenyezi Mungu atakulipa pepo kubwa kabisa, pepo ya firdausi eh. Mwenyezi Mungu akubariki, na Allah atubariki sote. Shukran, afwan.